Rasmi sasa, msanii wa muziki wa kizazi kipya hapa namzungumzia Bilnass nenga Mafioso, akiwa anajiita hivyo katika pages na mitandao yake ya kijamii ameweza kujiondoa katika mtandao wa Instagram, ambapo hivi sasa ukienda kusearch username yake ambayo alikuwa anitumia kama nitumia kama handle Bilnass, uh, utakuta uh, pameandikwa pale uh, this profile is not available, kwa maana user not found, kwa maana ya kwamba hii account either ameifuta ama aidha imebanned na mtandao wa Instagram moja kwa moja, ama chochote kimeweza kutokea katika hii account ikiwa kwa sasa haipatikani. Hili limeweza kuzua gumzo sana katika peji na mitandao mbalimbali ya kijamii hasa katika zile peji za udaku wameweza kuzungumzia mazito na kusema kwamba pengine Bilnass Bilnenga ameweza kujiondoa rasmi katika mtandao wa Instagram kufuatia kile ambacho kilitokea eh, katika siku ya tarehe 29 na tarehe 30, ambapo waandamanaji walipitia katika sehemu yake ya kazi ambayo inajulikana kama Nengatronics, ambapo alikuwa anauza vifaa eh, kama simu na vitu kama hivyo. So eh, waliweza kuchoma eh, eh, kibanda chake ambapo kiliungua kwa moto na baada ya hapo zilisikika baadhi ya kelele za wadau wakisema kwamba, hivi sasa tukitoka hapa kwa Bilnas, tunaelekea eh, katika eh, pale duka la nguo ambapo anauza Jux African Boy pale Sinza. So eh, hichi kimeweza kuumiza watu wengi sana, na niko napitia baadhi ya koment za wadau E, wanasema kwamba kumekucha. Huyu mwingine anasema kwamba da i say. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba nikajua amejiondoa uhai. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba huyu chawa alikuwa anatujibu hovyo sana. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba angalau wao watapewa maduka mengine, ndugu zetu waliopoteza maisha. Je, mwingine akaweza kusema kwamba watu wamekufa sasa yeye kajiondoa Instagram ndo nini? Uh, akalale mbele huko. Huu mwingine akaeza kusema kwamba wamenunua wame, wamenunua simu kwa bei ya jumla. Au mwingine kaeza kusema kwamba kumbe Instagram, nikajua uhai. Mwingine akaeza kusema kwamba jiondoe na uhai tukale nyama hizo. Mwingine akaeza kusema kwamba kweli, mtoka bure sio sawa na mtembea bure. Mimi sio wa kutumia iPhone 17 bila kutoa chochote. Mwingine akaeza kusema kwamba yeye sio yeye, si ndo kerere muuza matisheti E, mtaani mwingine akaza kusema kwamba e, nikikutukana na msanii yote nikikutana na msanii yote, yote barabarani au mtaani ni halali yetu, yani nimetangaza vita na, na sisi mbonye. Mwingine akaza kusema kwamba kuna kama alikimbilia, mbona kama alikimbilia alikimbili Kenya saizi e, tudili nao moja moja huyu. Mwingine akaza kusema kwamba huu ni ujinga wa hali ya juu huyu. Mwingine akaza kusema kwamba asit, asitupumbaze sisi bado afu akafyonza pale. Huu mwingine akaanza kusema kwamba kama inawezekana jitoa uhai, sisi tunaweza eh, Watanzania wenzetu kwa sasa na biashara sio ya mtu. Mwingine akaanza kusema kwamba tembelea akaunti yetu ili ujipatie vifaa vyote vya umeme. Huyo anatangaza biashara yake, lakini huu mwingine pia akaanza kusema kwamba kwa hiyo hayo ndo yalikuwa ma maandamano, Dada Mange akawa anapewa ripoti kabisa, alafu tunailaumu serikali. Huu mwingine akaanza kusema kwamba eh, 17 Pro Max eh, eh, mwana ka, ka umia sana mwanangu Laki mbili kwenye maandamano. Mwingine anasema kwamba ni fundisho bado, yule eh, Chris Outfit. Huyu mwingine anasema kwamba nenga kakanyaga dada Mange, ila Mange na wafuasi wake bana. Mwingine anasema kwamba rejection ni mbaya, eh, kukataliwa waziwazi huathiri -wazi, afya ya akili hata ukiwa na hela, gemu ishakuwa ngumu sana. Huu mwingine anasema kwamba kwa nini mkimwacha Mondi Yaani licha ya nchi ya majonzi, yeye yupo bize na muziki yake, wala wasanii ni kuwafungia vyoo tu, hakuna kusapoti chochote. Huyu mwingine kusema kwamba mwenye akaunti yake ya mtagi. Hizo ni baadhi ya comment ambazo walikuwa wanaziandika kufuatia hicho ambacho kimeweza kutokea. Tumeona kwamba hili duka la Bilnass Negatronics ni duka zuri of course ambalo alikuwa anauza vifaa kama simu, headphones na vitu kama hivyo limeweza kuchomwa moto. Lakini pia alikuwa na search katika mtandao wa Instagram, account ya Nandi eh, ambaye ndo mke wake official, Nandi account yake ipo kabisa na katika upande wa profile ameweza kuweka picha yake akiwa amemshikilia Bilnass Bilnenga, lakini katika post ya mwisho So mpaka sasa hakuna chapisho lolote ambalo e, Nandi ameweza kulitoa baada ya hayo yote ambayo ameweza kuendelea. E, umekuwa ni ukimya, na hali hii pengine imeshtua watu wengi zaidi, wakisema du, haya ni mazito ambayo yameibuka mpaka hivi sasa kufuatia anguko hili la wasanii hawa Nandi pamoja e, na mume wake Bilnass Bilnanga. hapo chini unazungumziaje hicho ambacho kinaendelea?